Hili ni shamba letu jingine ambalo mbegu hii iliyopandwa hapa ni mbegu yetu mpya chapa pundamilia 555 na mbegu hii kama ambavyo unaiona mtazamaji, mkulima, ni mbegu ambayo mbili mbili, yani mbegu zetu zote kutoka Sidiko sifa yake ni ya kubeba mbili mbili, mapacha, haiyei kukosea. Ni mbili kubwa zilizojaa, inafunga mpaka juu, inajaza punje mpaka juu na sifa ya kipekee kabisa ya mbegu zetu uh, zina gunzi jembamba sana. Endapo hii mbegu kama zingekuwa zimeshakomaa tungekutolea uone, gunzi ni jembamba na punje ni kubwa, lakini kuna milia. Inachukua siku ngapi kukomaa? Ni mbegu tunasema inakomaa kwa muda mfupi, inakomaa ndani ya siku mia moja ishirini mpaka mia moja ishirini na tano lakini unaweza ukaona mbegu hii haijafikisha siku 120. Mmepanda tarehe 4 mwezi wa 12. Ah, mpaka leo hii ni miezi mitatu, siku 90. Tayari uhakika wa mavuno, uhakika wa chakula. Ndani ya siku 90 tayari pundamilia inakupa chakula. Kwa hiyo mpaka inakuja kupika siku 120, haya mahindi yameshakauka. Kwa hiyo kwa wewe ambaye uh, changamoto ya mvua kama ilivyotokea mwaka huu ambaye amelima punda hana kilio cha mvua kabisa na nyie wakulima ni mashahidi huko mlipo. Kwa hiyo ambacho tunakushauri n uh, katika kilimo, moja ya vitu vya msingi vya kuzingatia ni uchaguzi wa mbegu sahihi. Ukikosea kuchagua mbegu umefeli. Maana yake ni kwamba ili upate mavuno mengi, hakikisha unachagua mbegu inayoendana na ukanda wako, na Bunda, endapo utailima kama tulivyolima kwenye safa letu hili la mfano na ikafanya hivi kwa eka nzima, ina uwezo wa kukupa kati ya gunia thelathini na saba mpaka arobaini na mbili thelathini na saba mpaka arobaini na mbili Kuna milia inakupatia kwenye eka moja. Sasa mkulima, ni nini tena ambacho unakitaka? Mimi nafikiri uh, vitendo vinaonekana, nafikiri matokeo haya yanaonekana, mambo yako dhahiri shairi, ni wewe tu kuchukua hatua ni wewe tu mkulima. Kwa mwakani sasa, ambaye hukupatika kupanda mbegu yetu kutoka Sidiko chapa Pundamilia, mwakani tunategemea aa, ukatafute hii mia tano hamsini na tano mnyama punda hii hapa, inakupa matokeo haya ambayo unayaona hapa. Sidiko tunasema ni nyumba ya mavuno bora, na mavuno bora huanza na mbegu bora kutoka Sidiko. Karibuni Sidiko.